Sikia, lakini siwezi fanya nini? Zungumza? Si huyo ni Mungu. Kwa hiyo mtoto wangu alimaliza form 4 na amejifunza kazi ya IT. Na mimi certificate, Mungu akanihurumia akanipea certificate ya, unajua nilienda adult education. Sasa nikaenda nikasoma miezi tatu, sasa mwalimu akakufa na nikaachana naye sasa Mungu akanihurumia akanipatia talenti ya kutunga nyimbo na kuimba. Yaani, amenihurumia kabisa. Hata nilikuwa naambia Pastor Lucy Leo nilikuwa nataka kuabudu na uimba, akaniambia kwa simu, huko toa tu testimony, tutakupanga siku nyingine, atangu nikuje ya mwisho hiyo, atangu nikuje sita sijawahi udumu kupitia nyimbo zangu kwa hizo miaka zote. Sasa marafiki zangu huwa wananiambia toka hiyo sita, unajua hiyo sita yako itakufia tu hapo. Sasa sisi tunakuitanga ukuje uimbe kwa makanisa yetu, kwa makrusedi wapi. Nikwambie testimony. Mishoni yenye ilienda Kisii niliifuata na kupitia hizo nyimbo zangu ya kwanza kuhudumu na hizo nyimbo imekuwa ni ya Kisii na nimeona Mungu akiwa mwaminifu. Na nikaposti vile nimehudumu Kisii, marafiki zangu wakaniambia umeanza kuhudumu kwa sita na hizo nyimbo zako utaenda mbali. Kwa hivyo si ni testimony? Mungu awabariki. Amen. Asante sana.